Kila mwamba ngozi huvutia upande wake, basi kwake yeye hatunge taraji aseme mengine tofauti mbali na kuweza kujipigia debe mwenyewe. Aidha, tunapoiweka katika muktadha wa ukweli wa jamii ya Kenya ilivyokuwa sasa, inaonekana kwamba ni dhahiri shahiri kwamba mambo mengi hayajaenda vizuri jinsi wananchi wengi walivyokusudia. Kumbuka kwamba alipopigiwa kura mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili Wakenya walikuwa na matumaini mengi, wakajua kwamba serikali yake itakuwa ni serikali ambayo inamsikiza mwananchi wa kawaida serikali ambayo inakidhi mahitaji ya wananchi wale wadogo wadogo, lakini alipochukua mamlaka elfu moja zilizopita mambo yamekuwa ni tofauti kabisa. Tumeona gharama za bidhaa za kawaida zikiendelea kupanda kila uchao. Kumekuwa na makato ambayo yameongezwa katika mapato ya wananchi wa Kenya kama vile yale makato ya kuchangia ujenzi wa nyumba. Kampuni nyingi za ughaibuni zimeweza kuondoka hapa, ikawa kwamba hali ya uchumi si hali. Siku elfu moja za serikali ya William Ruto hazijawa siku za kujivunia, hazijawa siku za furaha, hazijawa siku za chochote kilicho kizuri kwa ajili ya mwananchi wa kawaida. Nini unaona imekuwa changamoto kubwa kwa siku mia moja za utawala wa Ruto? Nafikiri changamoto kubwa sana imekuwa kuweza kumaliza udhalimu wa vikosi vya serikali ambavyo ni vya usalama. Tunaona kwamba mambo hayo yamezidi, wakenya wengi wanatekwa nyara, wakenya na wana wanashikwa kila mahali, kila wanapoongea, umepata kwamba kuna visa ambavyo wakenya wengi wameweza kutoweka hawajapatikana kufikia sasa, wengine wameuawa katika mikono ya polisi na katika mikono ya vitengo vya usalama. Changamoto kubwa nyingine imekuwa ni hali ya uchumi kumekuwa na makato mengi sana ambayo anakatwa mwananchi wa kawaida, basi anapopata mshahara wake wa mwisho wa mwezi huwa ni kidogo sana kuweza kumudu mahitaji yake, na ya labda kusaidia wale wanaomtegemea yeye. Umeligusia kwamba imani ya umma kwa Rais Ruto inaenda ikipungua, afanye nini? Sababu uchaguzi mwingine unakaribia na upinzani unajipanga. Nafikiri kwa sasa, wasemao usema, yakisha mwagika hayawezi kuzoleka. Kwa sasa, sidhani kama kuna kitu cha kisicho cha kawaida ambacho rais anaweza kukifanya kikaweza kuinua imani ya wananchi kwa serikali yake, manake muda ushayoyoma na mambo yanakwenda ya, kuna shule ambazo hazijajengwa, kuna mad, ma, hospitali ambazo hazina madawa, kuna m, yani, kuna hali ngumu tu katika nchi. Torosta Dalenga, ni kushukuru kwa kuzungumza na RFI Kiswahili, asante sana, nashukuru.